Je, yeah, kiwanja unachonunua na mwenza wako kitakuwa cha kwenu wote kisheria? Wanandoa wengi sana hununua mali bila kujua sheria ya umiliki na hivyo uishia kuumizwa katika migogoro na ugomvi ambao ungeweza kuepukika tangia mwanzo. Kuna aina tatu ya umiliki, nitazitaja zote na nitashauri ni umiliki upi ni mzuri kwa situation ipi. Umiliki wa kwanza ni joint ownership, hii wanandoa wanamiliki mali kwa pamoja, yaani kila mmoja ana haki sawa na mwingine, na endapo mmoja kati ya wenza hao watafariki basi aliyebaki atamiliki mali hiyo moja kwa moja bila kuingia prosesi zozote za mirathi au wasia. Na ya pili ni tenancy in common, hii wanandoa wanamiliki mali kwa asilimia, kwa mfano asilimia hamsini kwa hamsini au sitini kwa arobaini sabini kwa thelathini inategemea na makubaliano ya wanandoa hao. Na endapo mmoja kati yao atafariki, basi mwingine atabakia na ile asilimia yake, na yule aliyofariki ile asilimia aliyokuwa anaimiliki watu au mwenza wake atairithi kwa wosia. Kwa hiyo itabidi kufungua mirathi na ule wosia ambao mmoja wao atakuwa ameuacha ndio utadetermine nani anarithi hiyo asilimia ambayo ilikuwa ya kwake. Na umiliki wa mwisho ni individual ownership. Hii ni mtu mmoja tu anamiliki mali na hii, mtu huyu akifariki, basi mwenza wake hana haki yoyote ya kumiliki ile mali moja kwa moja, itabidi kuanza kufungua proses za mirathi na vitu vingine kama hivyo. Kwa wanandoa ambao wanaaminiana umiliki mzuri sana ni wa joint ownership, ambapo mke na mume wote wanakuwa wana haki sawa. Hii inasaidia kuepuka migogoro na taratibu zisizo za lazima sana, kwa mtu ambaye anabaki, in case mmoja akitangulia mbele za haki. Kwa joint ownership, ni nzuri sana, inawasaidia nyie kulinda mali yenu, kwa sababu mmetafuta mali kwa jasho halafu mwisho wa siku unakuta anabakia mke anadhulumiwa mali au mme anadhulumiwa mali. Lakini mkiwa na ile ownership ya kwa pamoja itasaidia kulinda mali yenu, jasho lenu, na kutunza mali kwa ajili ya watoto wenu. Kwa joint ownership ni nzuri sana kwa wanandoa ambao wanaaminiana, lakini kama ni mwenza au ni na vitu ambavyo haviko sawa, kama tunavyojua ndoa zina mambo mengi basi, tenancy in common is the better option. Mnaweza mkamiliki kwa asilimia, kwamba mume akasema mimi nimechangia labda asilimia sabini, mke akasema mimi nimechangia asilimia thelathini, then umiliki ukawa wa namna hiyo, ili kulinda hali ya huyo mtu au kile kitu yule mtu alichokichangia. Lakini nzuri kabisa kwa wanandoa ni joint ownership. Lakini pia tunashauri jamani, kama hamjaingia kwenye ndoa msinunue vitu kwa pamoja kama ardhi hivyo, na yeye anaweza kujisababishia matatizo ambayo yangeweza kuepukika. Subirini, mkiingia kwenye ndoa mtafanya hayo maendeleo yote ambayo mnatarajia kuyafanya na pia hakikisheni katika kuingia hiyo mikataba ili ambayo inaweza ikawasaidia kupata hakimiliki, hakikisheni ya kuwa mnaandika majina yenu kamili yanayosoma kwenye vitambulisho vya NIDA. Yani, msiandike Mr. and Mrs. flani flani. Hapana, andikeni majina yenu kamili na namba za NIDA. Kwa mfano, mtu anaitwa John flani flani na mwingine anaitwa Grace flani flani. Hawa ni mke na mume, basi huo mkataba unatakiwa kuandikwa Mr. John Flani na namba zake za NIDA and Mrs. Grace Flani na namba zake za NIDA. Hiyo itawasaidia kupata hati miliki ambayo itakuwa inasoma majina yenu wote, na uto kuleta sintofahamu, in case of anything, majina yenu yote kamili yanakuwepo. Hivyo basi, kabla hamjaingia mikataba yoyote ile ya kisheria ya umiliki, hakikisheni mnapata elimu sahihi kutoka kwa wanasheria au afisa ardhi ambaye ana expertise ya hayo mambo ili waweze kushauri na namna gani nzuri ya nyie kuweza kumiliki kwa pamoja. Kwa Elimu nyingine kama hizi, follow my page ili nitakapo post, usipitwe na pia share ujumbe huu na watu wengi zaidi waweze kuelimika, ili wasifanye makosa ambayo watu wengi wamefanya na inawasababishia matatizo. This is Genesis and this is Real Estate Tz Tips.